Leo tumekabidhi au tumezindua rasmi boti ile ya ambulance. Hili lilikuwa ni ombi la wananchi, tumelipokea na leo tumetimiza, tumeizindua boti ile ili iweze kutoa huduma. Lakini mmoja katika wasemaji alisema kuna wakati maji yanakuwa hayapo, na inaweza ikawa shida kutumika kama maji yametoka. Ahadi yetu ni kwamba tutaangalia utaratibu mzuri zaidi wa kuweza kujenga aidha gati au kuchimba eh, ile dredging, ili tuweze kuhakikisha kwamba boti hii inatu, inaweza kutumika kwa masaa yote. Kwa upande wa afya, tumeshamaliza hospitali za wilaya katika wilaya zote. Mpango uliokuwepo sasa ni kujenga hospitali za mikoa. Kila mkoa uwe na hospitali moja kubwa ili tuondoe haja ya watu kwenda mpaka Abdalla Mzee au kwenda Mnazi Mmoja Unguja. Ndani ya mkoa wenu kutakuwa kuna hospitali kubwa ya kisasa ya kuweza kumaliza matatizo yote ndani ya mkoa. Halikadhalika kwa upande wa vijiji, shehia, tutaendelea kujenga vituo vya afya. Kama tulivyoambiwa hapa, kule Kojani tayari ujenzi unaendelea na ni matarajio yetu kwamba kituo cha afya kile kitaweza kutoa huduma nzuri na kubwa zaidi, ili watu wasilazimike kuvuka kwa matatizo ya afya kati wa, wa, wa, wa, wa kusafirisha mgonjwa mara moja, tukianguka nalo nikizama dau ikasasa mgonjwa na beba hivi watu wanaogelea naye mpaka ikaja chombo kingine, nikiwa tukipata shida kwa hii. Lakini twashukuru baba yetu kutuletea, Mwenyezi Mungu amweke pahali pema na Mwenyezi Mungu amzaidishie kutu kutujaza tena tupate mitano mitano tena, tunapata mabarabara tunapata hospitali makubwa makubwa majumba makubwa makubwa. Kwa hivyo nashukuru baba yetu kauli kwanza kukabidhiwa boti kwa watu. Tunamshukuru Mungu kwanza, hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu na Mheshimiwa Mwinyi kufanikisha hili, mpaka kujifikiria yeye mwenyewe kama vijana au Wanakojani, wanajamii Wakojani wanapata kazi ya wakati wa kusafirisha wagonjwa, ikiwa ni wazazi au ikiwa ni mgonjwa ambaye kwa amezidiwa. Kupata boti hii ni faraja kwetu.